Ikiwa leo ni kilele cha wiki ya viziwi duniani kitaifa ikiadhimishwa katika mkoa wa Singida, ambapo mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Dendego ndiye mgeni rasmi katika shughuli hii ya leo, ameagiza watumishi wa serikali mbalimbali kuhakikisha kuwa viziwi wanapata huduma mbalimbali kupitia lugha ya ishara ambayo itawasaidia wao kupata huduma hizo. Aa, kama ambavyo tunasema, kauli mbiu inasema hakuna uh, haki za binadamu bila lugha ya alama kwenye maeneo ya afya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, changamoto ni kubwa sana kwa watu wenye ulemavu hususan viziwi, narudia hususan viziwi, ni eneo ambalo ni nyeti, na afya ni kitu muhimu sana kwa mwanadamu yoyote. Sasa tunapokwenda kwenye huduma za afya, mara nyingi tunakutana na vikwazo vya kupata huduma kwa ajili ya kikwazo cha mawasiliano, kwa maana hakuna wakalimani wa lugha ya alama mahali pale, na changamoto mbaya zaidi ni kwa wanawake wenye, ule, wenye ulemavu au wanawake wenye kwenye ulemavu wa kusikia kwa maana ya viziwi, ambao wamebeba ujauzito ambao wana ujauzito, waga wanapata changamoto kubwa, inapelekea hata kuleta ma, ma, matatizo makubwa. Tunaposema tuna watu milioni tatu Tanzania ambao hawawezi kusikia, sio kundi dogo. Kupitia siku ya leo, pia tuna wajibu wa kujifunza moja moja. Sasa hivi tunajifunza kokote, hasa vijana kwenye simu zetu, angalau ujue alama chache ambazo ukikutana na mwenzio mwenye changamoto kama hii ya kutosikia, unaweza ukamsaidia akapata huduma muhimu. Ni vizuri sana tukatumia fursa hizi tukashika mambo mawili matatu. Kwa hiyo mimi nitakuwa balozi mzuri katika mkoa wangu wa Singida, nitahakikisha wale wote waliopata elimu tutawatafuta, tutawapa kazi ya kufanya ya kutufundisha sisi ambao hatuna, ili tuweze kuwafikia ndugu zetu hawa lakini pia tutakuwa tunawapa nafasi kwenye mikusanyiko yote, lazima ndugu zetu hawa washiriki na wajue leo mkuu wa mkoa alikuwepo eneo la stendi ya zamani, amesema nini. Na kwa sababu tumefanya hapa kitaifa, haya yote yatafika leo leo kwa waheshimiwa wote, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa Tanzania bara na visiwani kuhakikisha kwamba hii changamoto ni vita ya pamoja, tusimwache mtu nyuma kwenye maendeleo. Lazima tumfikie. Sisi leo tumeuwasha moto, tumeuwasha moto nakuhakikisha kwa kwamba kila asubuhi tunaanza kufundishana hata alama kumi tu kabla tujaanza chochote. Zile breakfast meetings lazima zianze na kujifunza alama. Hii viongozi lazima sisi lazima tuanze na kujifunza. Tukishajifunza sisi ni rahisi kuwafikia na rais kuwasikiliza. Nimepokea waraka, naomba niwahakishie kwamba waraka nimeupokea, na waraka nitawafikisha kwa heshima na taadhima. Utamfikia Mheshimiwa Rais na majibu mtayapata kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Mkoa wetu wa Singida unataka kwenda kutengeneza alama kubwa, tunataka tuwe wa mfano. Twende tukahakikishe kwamba tunapozungumzia lugha ya alama kwa mkoa wa Singida kwa viziwi wetu sio changamoto tena. Ni naye mganga mkuu wa mkoa hapa. Ninamwaagiza aende akaweke mpango madhubuti kwenye hospitali yetu ya Rufaa Mandewa, hospitali zetu zote za kata za naji, vituo vya afya, hospitali za wilaya, tuweke utaratibu wa namna bora ya kuwapata wakalimani tunapompata mwenzetu mwenye changamoto kama hii. Kwa kweli mimi kama mganga mkuu wa mkoa nimeyapokea moja kwa moja maagizo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tunashukuru wenzetu tayari wameshaanza, kama tulivyoambiwa leo, Mbeya tayari wameshaanza kuweka hizo ajira kwao. Tutajitahidi kuweka hata kwa kuanza kwa mikataba, lakini inapofika mwaka wa uandaji wa bajeti kama kwa ajili ya watumishi, tutahakikisha tunaweka nafasi hizi, na hasa tutaanza na hospitali ya Rufaa ya mkoa, lakini na hospitali za wilaya. Lakini pia watu hawa wapo kwenye soko, kwa tunaamini tutaweza kuwapata hata wakawa katika tunaita call wakaitwa pale ambapo kunahitajika kama ambavyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza, pia tuweze kupata pia mafunzo hata sisi wataalamu ambao tunatoa huduma tujifunze baadhi ya alama chache ambazo tunaweza tukatoa huduma hata zile za msingi, kabla hata huyo mkalimali mwenyewe hajafika. Kwa hiyo hilo tumelichukua kwa moyo mkunjufu kabisa na tutalifanyia kazi. Nao walimu wanaofundisha lugha ya ishara wanayo ya kusema kuhusu namna gani serikali iweze kuwasaidia ili waweze kufundisha wanafunzi viziwi nchini Tanzania. Siku ya leo sisi kwanza kama walimu viziwi tumefurahi sana sana sana kwa sababu lugha ya alama imetambulika zaidi na kwamba imeweza kupewa kipaumbele hasa kwenye mkoa wa Singida. Sisi kama walimu viziwi Tanzania matarajio yetu ni nini zaidi? Tuone kwamba serikali tupate ushirikiano kwa asilimia kubwa, tuendelea kushirikishwa ndani ya mambo mbalimbali, mambo ambayo serikali tunatamani kwamba tupate wasaa kama watu wengine, e, mfano kazi maalum, kazi kusahihisha mitihani, kusimamia mitihani, mambo mengine ya jamii kama walimu wengine wanapata nafasi. Kwa hiyo tunatamani kwamba serikali ituangalie kwa upande wa pili wa shilingi ya tatu kwamba tupate ushirikiano kwa sekta kubwa, ili walimu hawa viziwi waonekane kwa sehemu kubwa pia, na tutoe huduma zetu kama walimu wengine wanapopewa nafasi. Ulemavu sio kushindwa kwa sisi, ulemavu wetu hauonyeshi kwamba hatuwezi kwa jambo lolote. Ni walimu wazuri sana, tumetoa nyingi sana kwa, tunaomba kwamba wa serikali iendelee isikie kilio chetu, tujumuishe kwa asilimia kubwa na fursa mbalimbali zinazoonekana ili maisha yetu yawe bora na mazuri, na wafanyakazi wetu katika maeneo ya kazi uweze kuwa bora na uzidi na uridhishe. Sisi walimu viziwi asilimia kubwa tupo kwenye vitengo vya watoto wenye lemavu. Hawa watoto wenyewe lemavu wanavyoona mimi kama mwalimu ni mlemavu Naomba serikali iangalie, wapo vijana wengi tuna walemavu vile vilikuwa wamemaliza ajira hawana, au wanaweza kupewa nafasi ya kuvunja kutoa walemavu hasa kwa kipengele cha viziwi, wachague mtaani, wapo wapo, waongeze nguvu jamani. Kutoka katika viwanja vya stendi ya zamani, Onesimo Filbert, OPKTV. <tune>